Kambi hiyo ya madaktari bingwa imelenga kusogeza huduma za kibingwa karibu na wananchi ili kupunguza gharama ya kusafiri umbali mrefu kufuata huduma hizo nje na mkoa wa Manyara. Baadhi ya wananchi yakiwemo Happiness Jackson mkazi wa Babati pamoja na Josephat Labia mkazi wa Magugu hapa wanaeleza namna walivyonufaika na kambi hiyo ya madaktari bingwa. nimekuja kwa huduma ya macho kutokana na madaktari bingwa tuliowakuta hapa, huduma zao ni nzuri pia. Tulikuwa, nilikuwa na sehemu ya kwenda tofauti na hiyo hospitalini, lakini kwa kuwa nimeshafika hapa, huduma zao na zimenifurahisha, nimepokelewa vizuri na huduma zao ziko poa sana. Inatusaidia sana moja, ni kwa sababu kuna maradhi mengine ambayo huwezi kupata majibu yake eh, haraka kama ilivyo sasa hivi, inabidi labda unaweza kuambiwa naenda Mkapa au naenda KCMC na kwingine ambako pengine huna uwezo hu huo, lakini tunapofikiwa na huduma hizi tunaona tu, ni kama tumeletewa kitu ambacho kiko karibu mno. Kwa upande wao madaktari bingwa wa macho na masikio wametoa rai kwa wananchi kujitokeza kwa wingi pindi fursa za matibabu za kibingwa zinapotolewa na serikali, ili kuwawezesha kuchunguza afya zao mapema na kupata matibabu stahiki, hatua itakayosaidia kuzuia madhara makubwa yanayoweza kuathiri maisha yao. Dr. Muhidini Swalehe ni daktari bingwa masuala ya macho kutoka katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Manyara pamoja na Dr. Atanasi Budodi, daktari bingwa masikio na koo. Hapa wanaeleza umuhimu wa kupata matibabu kabla ya madhara zaidi. Nitoe rai kwa Watanzania kiujumla, lakini pia kwa uh, wana Manyara. Kwanza wanaposikia huduma uh, hizi zinatolewa za kibingwa wafike haraka na kwa wingi pia, ili waweze kupata huduma bora zaidi, lakini pia wasiwe na mazoea ya kusubiri mpaka madaktari timu za madaktari bingwa zije, wawe na uelewa wa kwamba wanahitaji wapate huduma za macho kwa haraka zaidi. Chanzo kikubwa kama ugonjwa wa kusikia ni kwa, kwa, kwa, kwa watu wazima ni umri. Umri ukisha kwa mtu mkubwa masikio huwa yana yanachoka, lakini kwa umri mdogo chanzo kikubwa ni kelele na na ajali. Kwa upande wake, kaimu mganga mfawidhi hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara Dr. Yasige Mutajwa hapa anaeleza lengo la kuanzishwa kwa kambi hiyo, huku akieleza magonjwa yaliyotambulika zaidi. kika hawa wagonjwa sabini na tatu wapo ambao walifanyiwa upasuaji watu sitini na moja ambapo asilimia kubwa walikuwa ni wale watu wa macho ambao takriban watu 40 walifanyiwa upasuaji, kumi na mbili ilikuwa ni upasuaji wa mifupa, na nane ilikuwa ni upasuaji wa pua, koo na sikio na wagonjwa hawa wanaendelea vizuri baada ya upasuaji, na wengine wa mashare usia wameenda majumbani kutoka Babati. Jina langu ni Marcela Lazaro, na hii ni Clouds.